Mfumo maalum ambao unaenda, mfano sasa hivi mm, ukienda TikTok, trend sana ni brother K. Si brother K, ni lini anaanza kufanya vitu vyake? Kitambo, way back

wamekuwa wakijitoa kwenye kazi ambazo unaziachia kwa mfano kwenye videos ambazo unakuwa umeshuti, ushaenelewa eh, unaziweka pale YouTube, wamekuwa wakikupatia idadi ile ile ambayo walikupatia kwenye social media kwenye upande wa followers. Uh, kwenye kwenye in terms of numbers mm. Kazi zinaenda tofauti, bro. Unaweza kukuta umeondoka sana TikTok, ila hauna numbers YouTube, lakini challenge zako TikTok ni nyingi. Mm. Unaweza kujikuta una numbers YouTube nyingi ila TikTok huna. Huna. Unaweza kujikuta hiyo hiyo content imeondoka sana Instagram ila TikTok imesizi. E imesizi. E, kwa kuna sometimes sijui ni upepo algorithm anakuambia wenyewe like, kinacho trend, yeah. <coughs> Mda huo eh. Yeah, like mm. Hivyo. Mfano, niliachia project ya ya ya, ya, Asante. Mm. Asante iliondoka TikTok ina viewers wengi ina likes nyingi na ina challenge kuliko projekti zangu zote ambazo nieshai kuzifanya zote. Mm. Asante ndio ilivyoondoka Mm. Lakini hiyo hiyo hiyo hiyo post ukienda Instagram wala hata haijaondoka, iko pale iko pale pale. Ila TikTok kwa kiasi kikubwa naweza nikasema nimegundua kwamba ina uwezo wa kuipush pia YouTube. Ukienda asante ya, ya TikTok kidogo inataka kuendana na nini na YouTube, kwa sababu si mm, watu wataitaka, kwa hiyo ume pin link, wanaenda kui, kui angalia mm, lakini nikaja kuachia project ambayo mimi nilikuwa ninaamini ni kubwa kuliko asante. Mm, haijaondoka kwa TikTok hata haijasogea, ila YouTube yakiingiza. Yeah. Okay, kwa hiyo hivi vitu yani havina mfumo maalum. Mm. Okay. Yeah. Uh, safi sana mm. Na huwa naona kuna support ambayo huwa unaipata kwa <laughs> brother kwenye game, Moleh kwenye industry ya media na nini? Mm. Uh, brother Sky. Yeah, sure. Ile link ulitolea wapi? Mpaka mm. akawa ni jamaa ya ambaye anaweza kaposti kazi yako akaisupport ukuaji wa msanii unaenda na watu wapya ambao wanaipokea kazi yake. Mimi Sky simjui. Sina hata mawasiliano naye. Naweza nikasema hata siku ame-post ndio siku ambayo mimi nilimfollow. Kwa way back mimi nilikuwa namsikia tu, na sio yeye tu, ni wengi. Mimi sije kufuata hata bongo Trending, Crown FM.